Ndugu zangu waandishi wa habari, wa bandari hii uwezo wake ni makontena laki tatu kwa mwaka, lakini kwa siku tunaweza kuhudumia makontena mia nane ishirini na tatu. Na makontena haya laki tatu ni asilimia thelathini ya makontena yote yanayoshushwa katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tutakuwa tumepunguza pressure kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam kwa asilimia, kwa asilimia 30. Naomba kuwapongeza kwanza wadau wote ambao tumeshirikiana kwenye mchakato huu. Najua haya makontena sio ya serikali, ni ya wafanyabiashara. Kwa hiyo serikali inapoamua kufanya hatua kama hii, tunahitaji pia pia kuungwa mkono na wadau ambao wana uamuzi wa kuamua makontena yao yaje Kwala ama yashukie Dar es Salaam. Lakini hili jambo limepokelewa vizuri, mwitikio ni mkubwa na tunawaza pengine inawezekana presha ikawa kubwa zaidi, kwa sababu baada ya kuweka huduma kama hizi, hata mizigo ambayo ilikuwa inapita kwenye bandari zetu za jirani, nao sasa wataanza kuvutiwa kuja kupitisha mizigo yao Dar es Salaam, na inawezekana mahitaji ya kutumika kwa bandari ya Dar es Salaam yakaongezeka yakaongezeka maradufu. Ndugu zangu, waandishi wa habari, wa hayo ni kwa kifupi, mingine nitasikiliza maswali yenu.